Shikamoo shikamoo, inafaa niambiwa wazee, si hasamboe kama mimi kijana mdogo wa miaka 20, imsali ndaambiwaje? Shikamoo, twende. Vipi? Haina shida, basi haina shida. Huyu ni mzee, huyu mzee miaka ngapi? Ukamuulize. Sawa basi. Eh, una miaka ngapi? Usiniite mzee bwana, mimi ni handsome boy tweitenili ndo nimesaliwa. Baba, una miaka ngapi? Ah, kanaitwa babaama niao nikwana miaka sabini. Sabini. A, karibu bwana mi handsome boy kijana mdogo sana bado kijana yangu sana nasakimbia zaidi sana eh. Okay, unashangaa? Unashangaa mi handsome boy kijana mdogo miaka mzee mkongwe hata kuliko baba yetu ana miaka sabini. oh, si nimewambia dunia imeisha. Uh, hey! okay, miaka sabini. <laughs> hey, hey, hey, hey. Nimewambia dunia imeisha, twendeni nyumbani saa basiaa.